Haya, hapa ni matokeo ya mtihani wa mock darasa la saba 2025 katika mkoa huu wa Mbeya. Matokeo ya mock darasa la saba mkoa wa Mbeya 2025 yameweza kutoka, kwa namna ya kuangalia linki nimekuwekea katika description ya video hii. Sasa hapa utaweza kuona wilaya zilizopo katika mkoa huu wa Mbeya. Kuna mkoa huu wa Bosekelo DC, utafungua ili kuweza kuona matokeo yake. Ukifungua utaweza kuona matokeo yake kama jinsi yanavyoonekana hapa. Kwa utachagua shule ambayo unataka kuona matokeo yake, utachagua shule yako ambayo unataka kuona matokeo yake, na utaweza kuyaona matokeo vizuri kabisa kama jinsi yanavyoonekana katika video hii. Utaweza kuona matokeo ya shule ambayo wewe unataka kuangalia matokeo ya shule yako unayotaka kuangalia utaweza kuona hapo. Utarudi nyuma, utachagua tena shule yako, labda tuseme ni hii ya mambo primary school. Utaweza kuona hapa matokeo yake. Kama unavyoona, shule hii imefaulu kwa ufaulu wa daraja C. Okay, sasa hii ni wilaya moja, lakini pia kuna wilaya zote ziko hapa. Kama unavyoona, kuna wilaya hii ya Chunya DC utaweza pia kuona shule ambazo zipo katika wilaya hii, utaweza kuziona kwa uhakika kabisa, bila kupoteza muda, utaweza kuyaona matokeo yake hapa. Lakini pia tukirudi hapa, utaweza kuona Mbeya sisi, utaweza kuona matokeo yake namna hii, shule zote zilizopo hapa. Kumbuka ni matokeo ya mtihani wa mock darasa la saba 2025 katika mkoa huu wa Mbeya. Kama ni mara yako ya kwa kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, unachotakiwa kufanya ni kubonyeza neno subscribe ili uweze kupata matokeo haya vizuri. Alafu kuna wilaya hii tena ya Rungwe DC, unaweza kuona matokeo yake. Hizi ni shule ambazo zipo katika wilaya hii, utaweza kuona matokeo yake kama hivyo. Utachagua shule yako ambayo unataka kuangalia matokeo yake, okay.